Mymi, mm -hmm. Yes. Ni yes. Yes. Kitu watu hawajui kunihusu, nisipendi kuambia watu kitu hawajui kunihusu. By the way, true. Eh, kwa sababu nikiwaambia, watakuwa wanajua wa no, na nataka wabaki hawajui Ai, ai, ai. So kitu moja watu wajui kuniusu, yes. Nispendi kuambia watu. mm-hmm. Kitu moja yenye wajui kuniusue mm. yes. Kitu gani ambacho wao unafanya? Eh, cha kwanza asubuhi kiamuka, nafungua macho Ufike kwa nyumba saa sita usiku upate mm. kitu fulani, mm. hakuna kwa nyumba yako. Kitu gani kitakosa kitakunyima amani mpaka asubuhi, ukifika kwa nyumba ukosa, hakuna. Eh. <coughs> Mimi I think watoi wangu tu, manzi. Mm -hmm. Ai, ka hivi nipate kamoja kako bwana, hata siwezi lala manzi. Mm -hmm. Eh, but ati nipate TV hakuna, tisijui nini viti hakuna hizo, sasa ni nini? <coughs>

expensive nguo, hmm. Ikiwa kama suti ama tu, ikiwa imejisimamia peke yake. whoever gave you this idea <laughs> ikiwa kama imejisimamia tu, si lazima iko suti. I think ni kama I think ni kitu kama 7k, hivi hmm. Eh, sasa upewe chance hmm. ufufue mwanamuziki ambaye alikufa kitambo, unaweza kufufua nani na kwa nini? Eh, mwanamuziki ambaye ali mwanamuziki mwanamuziki ambaye alituacha kitambo, umepewa chanzo mkufue eh, kwa nani na kwa nini eh? Angela Chibalonza. Mm -hmm, kwa nini eh? Eh, napenda ngoma zake tu hizo, unijengea siku mm -hmm. Ulikuwa nadhani tasema Michael Jackson <laughs> bro ni mtu utafufua na kujui <laughs> ataendelea bado kuimba Amerika. <laughs> Ay, yes. Angela Chibalonza manze. mm -hmm. mm -hmm. Hivyo ndo mi uoga daily na besheni daily, daily. Unaisimamisha mm -hmm. Hivi kwa nini, kwa ile kitu ya choo unaekea maji ya choo, ya choo, so inakaa karibu na wewe, unaoga naye? Nakwambia na upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Socks niko nazo pair mob like <laughs> eh, tuseme nanunuanga socks daily mm -hmm. because I can't wash them Yes. So I buy kwa wa wa Kongo wao wenye wanauzanga wa mpaka mananasi hawa. At gunpoint. mm -hmm. uh. mm. wa AFC Leopards. mm. Utakubali wawe ama unemo wataniua juu ntaanza kugezu majina ziko wa nyama, wa fula na upate hata wayuko so wataniua ao wasi. Thank you so much, 2mbili. Thank you, thank you, thank you, thank you. But I love AFC Leopards. Sulwe FM.